Baba, tunakanyaga hatua zote za kuishi, tunaondoka na watoto wako. Hawa hawataishi tena kwenye waribifu, hawataishi tena mahali pa machafuko. Natamka mafanikio zaidi yatu yako watamka kuinuliwa zaidi ya dui zako, na kugeuzia upande wa Bwana. Hawatabaki tena upande wa dui, na kugeuzia kwenye neema ya Bwana. Ukawe una na baraka, ukafanikiwe zaidi ya dui zako, ukafanikiwe zaidi ya dui zako. Inakuachanisha na machafuko na wote waliokutamkia mabaya. Hawataishi tena kwako, hawatatawala tena kwako, aizi

haki kwenye maisha yake. Roho ya kimaagano, roho ya kimaagano, roho ya kimaagano, huyu sio mke wako, toka nje! Sio mke wako, toka nje! Sio maisha yako, sio maisha yako yako tena, inamrudisha, inamrudisha, inamrudisha. Roho ya mnyama, toka, nenda! Roho ya mnyama, roho ya mnyama Raya mnyama Raya mnyama Raya mnyama Raya mnyama Raya mnyama akaka Raya mnyama. Raya mnyama. Namtenganisha na, na maisha yako kuanzia sasa, hata kuwa tena na tabia za mnyama, na alama za mnyama nazifuta kwenye maisha yako kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, inafuta alama za mnyama hazitaonekana tena kwako. Kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo, Baba, natamka ukombozi wa kazi ya mikono yake. Ukombozi, ukombozi, ukombozi, ukombozi, ukombozi, kila kazi ya mkono wako ikawa na mafanikio. Inagonga muhuri wa damu ya Yesu Kristo na muhamisha, si wa kwenu tena, si wa kwenu tena, ni mali ya Bwana kuanzia sasa Hakuna agano lolote mlilofanya na inalifuta, kwa jina la Yesu inavunja agano la utumwa na ushirika na nguvu za giza, kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, fungoka uwe huru kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu inakugeuza kugeuka kwa Bwana, hautarudi nyema tena kwa jina la Yesu. Ushirika wa kipepo inakutenganisha nao hatua za kusini na kutenganisha nazo. Pokea uhuru, pokea neema na kibali, ufunguke kwanza sasa. Kila kifungo cha timatano, kila kifungo, kila kifungo, kifungo, kifungo, kifungo mlichofanya naye kwenye mtoto, mkamfanye kuwa wakweli, mkamfanye kuwa mwili mmoja na nini, mkamfanye kuwa mwili mmoja na nini, hamtakuwa mwili mmoja tena hamtakuwa mwili mmoja tena, hamtakuwa mwili mmoja tena. Ninairudisha huduma yake na kibali chake mlichoiba, hiyo nyota, nyota, nyota, nyota, ninairudisha nyota, nyota, ngao na kibali, ngao na kibali, ngao na kibali, ngao na kibali, hayarudisha kwanzia sasa Yesu, la pokea nyota yako na kibali chako, ukang'ae zaidi, ukakubalike zaidi. Haki ya uzima na amani, haki ya uzima na amani, haki ya uzima na amani, haki ya kuendelea mbele, uendelee mbele, haki ya kuendelea mbele, na vunja

moto wao kwenye mikono kwenye mikono kwenye madhabahu ya kushikilia madhabahu ya kushikilia, ninaichoma iwe majivu ile majivu, kwa jina la Yesu, sawa sawa na ukili, sawa sawa na ukili wa mwilini, inaupeleka kwenye ulimwengu wa leo, na wahamisha wajumbe wote wa kusimu nawahamiso uliomsikilia achia kwa jina la Yesu. Nenda nenda, haraka, nenda. Nenda. haraka, nenda. Nenda. chakeiwa china Kwa jina la Yesu baba naifungua miguu yake hatua zako za kuzimu, ni mwisho wa hatua zako, ewe ulogae, mwisho wa hatua zako, ewe ulanie, mwisho wa hatua zako, ewe dhaifu. Mtu huyu si dhaifu tena, mtu huyu si dhaifu tena, mtu huyu si dhaifu tena. Si tena, wala si madhabahu yako. so, sasa, kwa damu ya Yesu Kristo, Kristo Nazareti hai

Nasema na zifuta na zifuta, zile kazi zangu zile kazi zangu, kwenye maisha yangu kwenye maisha yangu, kwa watu wangu kwa watu wangu, kwenye ofisi yangu kwenye ofisi yangu kwenye ofisi yangu kwenye ofisi yangu, kazini kwangu kazini kwangu, kwa watu wangu kwa watu wangu, kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, amen.